Wakulima kutoka eneo la Magharibi wamehimizwa kutumia mbegu zinazostahimili ukame katika kama njia mojawapo ya mkakati wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza uzalishaji. Akizungumza katika chuo kikuu cha Kibabii kaunti ya Bungoma, wakati wa maonyesho ya kilimo biashara, mkurugenzi mtendaji wa baraza la nafaka Afrika Mashariki Gerald Masila alisema kuwa mojawapo ya mambo yanayoangaziwa kwenye maonyesho hayo ni kutafuta suluhu ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi.

himiza wakulima waweze kutoka katika zile mbolea za kizungu ambazo ziko na kemikali nyingi na zinatuletea madhara ya kiafya. Nyumbani nilikuwa napanda hata ninachukua ya, ya nini mahindi ya mimi mwenyewe nikifuna mahindi, nina naokota na, na tu mahindi alafu naanika inakauka, na alafu narutisha kwa shamba ninapanda, lakini hapa saa hii nimejifunza, niende kwa duka ninunue mahindi nipande nipandie mbolea tena nifanye top dressing mara mbili. Sasa sasa hii nimejifunza kupanda nitafuna mahindi. Kwa upande wa mahindi, sikukuwa nafuatilia utaratibu wa kupanda, nilikuwa napanda nachanganya mbolea na mbegu. Sasa tumefunza kuwa ukitaka mazao yako iyo mzuri, unatupa mbegu na uwezi ukachanganya uka uka na na mbolea